Wananchi wamesisitizwa kuimarisha amani na usalama kuelekea uchaguzi mkuu na kuepuka kushiriki katika maandamano yatakayoleta machafuko nchini. Hayo yameelezwa na mkuu wa mkoa wa mjini Magharibi Idrisa Kitwana Mustafa wakati akipokea ugeni wa kundi la Hamasa linalojulikana kama Sisi na RC Kitwana huko ofisini kwake Vuga amesema kundi hilo la Hamasa linalojishughulisha na usafi linasisitiza amani na usalama wakati huu wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Na niseme wazi kwamba umetugusa kwa jambo hili na kwa sababu kama tunavyojua umelifanya wakati sahihi, lakini pia na vijana wenyewe sahihi, nikupongezeni sana. Na kwa nini nakupongezeni? Moja, kwamba si tu kwamba oto yenu ni mji uko salama, na kwa sababu ya siku ile ya Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wetu wa Zanzibar, kwamba amekuwa tokea tumeanza harakati hizi za kampeni na chaguzi mbalimbali, kauli mbiu yake kubwa mji wetu kuwa salama, uwe na amani, watu waendelee na maisha mazuri kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Aidha, amewapongeza kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kuhakikisha mji unakuwa na amani muda wote, na amewataka wananchi kujitokeza kwa wingi katika kupiga kura, kwani ulezi umeimarishwa na amani italindwa ipasavyo. Sisi na rasimi bwana mkawa leo mje ofisi na mji kuhakikisha kwamba uko salama. Mji kuwa salama ni sisi wenyewe, na hasa wanaoongozwa ni vijana. Kwa hiyo kwa sababu nyinyi vijana mmeibeba kauli mbiu hii ya rais wetu Daktari Hussein Mwinyi kwamba mji lazima uwe salama hasa kwenye wakati huu wa siku nane hizi zilizobaki, eh, za kuelekea uchaguzi. Nataka mji uwe salama kabla, mji uwe salama wakati wa uchaguzi, lakini mji uwe salama na baada ya uchaguzi. Kwa kweli hili jambo mie nikupongezeni sana sana sana, kama kuna vijana ambao naweza kuwatangaza hadharani kwamba wameonyesha uzalendo wakati wa kuonyesha uzalendo nini. Katibu hamasa wa kundi hilo Othman Haji Goring amesema lengo la kundi hilo ni kufanya usafi na kuhamasisha amani kuelekea uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka huu. Lengo, tumeona ipo haja sisi kama ni kundi la hamasa la mheshimiwa mkuu wa mkoa, tumeona ipo haja ya kuja hapa kuja kufanya usafi na pia tukiangalia sasa hivi tuko katika kipindi ambacho tunachoelekea katika uchaguzi Oktoba 29 tutakuwa tuna uchaguzi. Kwa maana hiyo, hamasa yetu sisi vijana pamoja na wengine mji, katika mji basi kuweka mji safi na pia tuhamasishe vijana wenzetu kwamba ifikapo Oktoba ishirini na tisa basi twendeni tukapigeni kura kwa usalama na amani, halafu turudini majumbani mji na... wetu wa Zanzibar pamoja na jamii iliyo wengi pamoja na rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Al-Hassan Mwinyi anahubiri amani. Amani ndo kila kitu katika, katika ulimwengu huu, tukikosa amani basi hata hii kuja, kuja, kuja kusafisha hapa pamoja na vijana hawa sidhani kama tutakuwa tunapata chochote. Amani ndo kila kitu. Nao na wanachama wa kundi hilo wamehakikisha kuwa amani itapatikana ndani ya mji na Zanzibar kwa ujumla. Wananchi zangu ifikapo tarehe 29 Oktoba, tunaomba wote mtoke kwa salama majumbani kwenu, tuende tu, tu, kwenye vituo vya kupiga kura kwa salama na turudi kwa salama. Kama rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi anavyohamasisha amani, na sisi tuendelee hivyo hivyo kwenda kwa utulivu, tuhamasishe amani kama mkuu wa mkoa wetu RC Kitwana anavyohamasisha amani, basi na sisi tuendelee hivyo hivyo, tukapiga kura kwa amani, turudi kwa amani kwa sababu kura ni haki yako. Mjini tuko salama. Kauli mbiu ya kundi hilo ni sisi na RC Kitwana, mjini tuko salama. Kutoka hapa Mkoa wa Mjini Magharibi, Warda Hamid, Zantime Media.